Mnyoro express iliavasi Malala, yaani mmeamua kupeleka vipindi kwa kanisa? Haya ni maajabu sana. Kwanza nataka niombe msamaha na nataka niombe e, kanisa letu la ACK msamaha, kwa sababu ya hawa wajinga. Nataka niombe msamaha kubwa sana kwa hiyo kanisa ya wadhaya ya ACK kwa sababu mlipitia mambo amko, mnatarajia mlifikiri, mumaalika e, waumini kanisani au mumaalika wageni kanisani? Hawa ni watu wa majabu na nataka niambie e, Wamunyoro, Wamunyoro please usipeleke sarakasi kanisani. Wewe unajua vizuri sana sisi wengine tunafanya harambee kila Jumapili, tukijenga kanisa. Kila Jumapili tuko kanisani tukijenga kanisa. Rais anafanya harambee zaidi ya tano kila Jumapili akijenga kanisa. Imefika mahali hata hauna mpaka unapeleka sasa drama na vipindi na malala katika kanisani, yaani badlata, mungetafuta harambee ya wanafunzi wamelemewa ma something na muende mfanye hiyo drama kule. Mnaenda kufanya drama kanisani alafu mnataka kublame serikali kwa sababu mnataka sympathy. Hiyo maneno unaongea kuhusu mambo ya Kiambaa niliukatasa nikakwambia 27208 ile maneno tuliona haitawahi rudiwa katika taifa la Kenya, na nimesikia ukiblem wa Mumbi na Beti bibi wake ukisema ya kwamba hawa ndio walipanga sijui nini sijui nini wewe umesahau juzi kuimburi Umekuwa na yeye zaidi ya mwaka mbili. Amekuja kutuambia ile vituko unapanganga, amekuja kutuambia vile mnapanganga maneno na malala. Malala alijaribu kufanya kwa watoto wetu wa shule, kwa drama na wa mnyoro mwache upuzi, mwache ujinga, tafutini sera ya pili. Nilisikia juzi wa mnyoro ukiongea ukisema ukipata kuwa rais wewe unaweza kuwa rais yarani, kwanza ati sijui uta, siju utauza manyombo utapeana yende siju wapi wende ufanye nini. Wewe ni adui ya maendeleo katika taifa, wewe ni adui ya maendeleo katika jamii. That's why ukumaliza kuwa dio, that's why ulikuwa mbunge Five years na ukakuwa eh, naibu wa rais kwa sababu ya ile ubinafsi na tamaa, ikakutoa na ulikataswa na, na huyu wa Mumbi wako unajaribu kublame sahihi Mumbi na Beti nataka niombe msamao, natoa tuambie pole. Hiyo incident ilifanyika jana, haita wahi fanyika tena kwa sababu tumejua movement, na tutakuwa tukijua nini inaendelea, kwa sababu haya ni mambo ya maajabu sana. Sisi wengine tunajenga kanisani every weekend, na ninataka niombe wewe wa Munyoro na Malala, tafuteni namna, tafuta harambee ya, ya, chochote ile inaweza wapatia mali pa kuongea, kwa sababu najua ampendi kutoa sisi ati amuna amupendi kufanya kitu yenye inasaidia mahali mke na mali, ni damage damage damage. Mnataka tu kama kifiti ya kuharibu. Nataka nikuambie Wamunyoro, mambo ya kuongea mambo ya Kiambaa, tafadhali, mambo ya kuongea kuhusu ile mruto, ati sijui anapenda kuua anapenda kuz, kuchoma kanisa sijui nini. Mwenyezi Mungu atakujibu kwa sababu ile mambo ilifanyika aita wairudiwa tena hata iwe nani, ilikuwa ujinga. Mimi natoka Eldoret, sisi tunatoka Rift Valley, tunaelewa nini ilifanyika. Tulipoteza we, we, watu wengi walipoteza, hakuna mtu, ilikuwa ujinga. Nobody ali win hiyo ujinga. So nataka nikuambie wewe malala na huyo mtu wako, mnaumiza jeshi yenu bure, hawajui ile vitu mnapanganga usiku na watu wakora hapo sasa wanafikiria tu insidenti ilipatikana shwali kanisani. Hiyo vipindi uzuri, kuimburi alituambia vizuri, na mimi nashukuru kuimburi sana. Alitoka kwanza kwetu na alitoka kwanza kwa chama ya UDA, akaenda kukutana na wakora wenye sasa walimwambia maneno ya maajabu, mwenye walimpangia vipindi ya hasara, mpaka ukiona ulikuwa naona kuimburi akiongea ni kama alikuwa amerogwa. Hiyo upusi, hiyo ujinga, hiyo utapeli, hiyo vipindi upeleke kwingine, pelekeni kwa watoto wenu. Wewe Malala, peleka kwa bibi yako na watoto yako. Wamunyoro, peleka kwa bibi yako na watoto yako. Wacha kuhusisha watoto wa Kenya, wacha kuhusisha watoto wa watu innocent. Poleni sana kanisa letu la ICK, narudia tena kusema pole sana. What happened yesterday, kila mtu aliusunika, akuna mtu alifurahia hata kidogo, na akuna mutu anasema. Hata kama ni siasa, hata ni nini, tutataka tuseme, poleni sana.